elea kulisimamia. Tutaendelea kupiga vita mila potofu, ukandamizaji, unyanyasaji wa kijinsia, ndoa za utotoni na mambo kadha wa kadha ambayo yameelezwa. Na serikali hii ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassani, haiko tayari kuona mtoto yoyote ambaye anastahili kwenda shule Haendi shule. Hilo niwahakikishie kwamba kama serikali na kama serikali ya mkoa tutalisimamia na niwapongeze sana kwa kazi hii ambayo e, mtandao wa elimu umefanya hilo kuhakikisha kwamba maadhimisho haya kupitia jumba hili la elimu katika mkoa wetu elimu inatolewa. Jambo linalochangia utoro na wengine kuacha shule kabisa. Changamoto hii inawaweka watoto wa kike katika hatari ya kushinikizwa kujiunga katika mila potofu ya chagulaga na hivyo kukumbana na unyanyasaji wa kijinsia na hatimaye kukatiza ndoto zao za kupata elimu. Changamoto nyingine ni ukosefu wa vifaa vya miundombinu, miundombinu ya teknolojia na habari na mawasiliano yani, TEHAMA, sambamba na ukosefu wa huduma ya umeme katika baadhi ya maeneo. Kukosekana kwa mazingira haya ya kisasa kunazuia utekelezaji wa mbinu shirikishi za kidijitali katika ufundishaji na ujifunzaji. Hali hii pia huathiri uwezo wa shule kutumia madarasa kwa masomo ya ziada au shughuli nyingine za kielimu nyakati za jioni. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tumejifunza kuhusiana na namna ya kuwahudumia watoto wenye ulemavu. Kwa hiyo kuja kwetu sio bure, tumepata mafunzo ambayo yatatusaidia kwenye komponenti ya shughuli tunazozifanya. Kupitia uh, juma hili la elimu tumepata fursa ya kukutana na wadau mbalimbali, lakini pia tumepata fursa ya kukutana na makundi mbalimbali yakiwemo ya wasichana ya vijana ya watoto ya, wama, ya, ya watu wazima, ambapo wamekuja kwenye mabanda yetu, tumezungumza, tumeenda kwenye maeneo yao, tumezungumza kwao, tumepata wasaa mzuri sana kuweza kutoa elimu kwenye jamii na kujifunza. Lakini kitu ambacho nafikiri jamii ya Katavi ya mji huu bado inatakiwa kuendelea kuelimika kuhusiana na mila potofu kuna mila ambazo bado zipo, ambazo ukiliziangalia bado zina zinaondoa ule utu, kama ambavyo um, mkuu wa mkoa alizungumza kuhusiana na hii mila ya chagulaga ambayo hipo kwenye maeneo haya, na ameiongelea sana mkuu wa mkoa kwamba wadau wote tushirikiane na serikali ili kuhakikisha basi wasichana wanapata fursa ya kupata elimu bora, lakini inawapa fursa wanawake ya kuwa na maamuzi sahihi. Kwa na sisi tunaamini kwa sababu tupo katika kushirikiana, msichana atakapopata stadi za maisha, basi hii mila pia anaweza kuwa kwenye nafasi nzuri sana ya kuiepuka. Kwanza ni kuongeza, kuongeza wigo wa matangazo ili watu wengi waweze kushiriki zaidi. Hiyo maanake itakuwa ni chachu na watu wengi kupata taarifa sahihi kupitia maonyesho hayo, ambayo ni sehemu ya msingi sana, kwa sababu tuna vitu vingi tunajifunza hapa katika mfumo mzima wa elimu, hasa kwenye elimu hizi za mwanzoni, shule ya msingi, shule ya sekondari. Wanatuonyesha mbinu za kujifunza na mbinu za kufundishia. Kwa hiyo ni mambo ambayo Uh, watu wengi wanaweza wakaja wakajifunza kama wazazi kama walezi, lakini wanafunzi pia wakapita kwenye hayo mabanda wakajifunza vitu vingi sana ambavyo nafikiri kwenye maeneo mengi havipo.